Maadili kwa viongozi wa umma ni kanuni, taratibu na mwenendo unaotarajiwa kutoka kwa watumishi wa serikali au wale wanaoshikilia nafasi za uongozi kwa niaba ya umma. Maadili haya ni pamoja na uadilifu, uwajibikaji, uwazi, haki na usawa, pamoja na kufuata sheria. Kwa kuzingatia hilo, chuo cha uhasibu Arusha IAA kwa kushirikiana na Sekretarieti ya maadili wamefanya mafunzo maalum kwa wakufunzi Yani, training of trainers watakaotumika kuwapa elimu ya maadili viongozi mbalimbali mbali hapa nchini. Akifungua mafunzo hayo, naibu mkuu wa chuo taaluma, utafiti, na ushauri wa kitaalamu Daktari Grace Idinga amewapongeza wakufunzi kwa kupata nafasi hiyo, huku akiwahasa kuwa na nyenzo sahihi ya kufikisha mafunzo hayo kwa viongozi. Uh, na ambaye alitamani sana kuwepo hapa siku ya leo, ninayo furaha kuwakaribisha katika warsha hii muhimu ya mafunzo ya waendeshaji wa, uh, wa, wa wakufunzi. Sasa tunaita wakufunzi wa wakufunzi wa maadili ulikuwa na, natafuta Kiswahili kizuri lakini tunaita wakufunzi au waendesha mafunzo, na mafunzo haya ni matokeo ya ushirikiano wa kimkakati kati ya Sekretarieti ya, ya maadili na chuo cha uhasibu wa Arusha. Ni malengo ambayo yalianza kwa muda kuangalia ni uhitaji gani katika serikali yetu, tunahitaji uh, watu uh, wajifunze nini, kuna changamoto gani zinazoendelea katika upande wa maadili, na ndipo tukaja pamoja ili kushirikiana, uh, kuimarisha uadilifu, uwajibikaji na utawala bora serikalini. Hii ni ishara ya imani kubwa ambayo taasisi hizi mbili zimewaonyesha ninyi kama nguzo ya mabadiliko ya kiadili katika taifa letu. Ukiwa mkufunzi, inaanza na wewe, yaani wewe mwenyewe, alafu unaenda kufunza wengine. Inapoanza na wewe, ni kwamba wewe unakuwa ndio shujaa muhimu ndiyo nyenzo ya kufanya haya mabadiliko ya utawala. Kwa hiyo uh, hii washa tuichukulie kwa uzito kabisa, kwamba sisi ndiyo nyenzo muhimu ya kufikisha haya maadili. Dr. Idinga ameongeza kuwa lengo la kuandaa mafunzo hayo ni pamoja na kujenga msingi wa uongozi na kutengeneza viongozi wanaozingatia maadili. Na zaidi ninawasihi nizingatie lengo kuu la mpango huu lengo kuu la mpango huu ni kujenga msingi wa uongozi unaoongozwa na maadili, kuimarisha uadilifu na kukuza imani ya wananchi kwa viongozi wao. Hiyo ndio lengo, huo hilo ndio lengo la mpango: kujenga msingi wa uongozi unaoongozwa na maadili, kuimarisha uadilifu, kukuza imani ya wananchi kwa viongozi wao, kwa maana tumelenga kwanza Karibuni sana kwa mara nyingine na nichukue nafasi hii kutamka kwamba mafunzo haya ya wakufunzi TOT yamefunguliwa rasmi. Asanteni sana na niwatakie mafunzo mema. Mafunzo haya yanatarajiwa kufanyika Tanzania nzima ambapo yataanza katika mikoa ya Arusha, Mwanza Dar es Salaam, Tanga pamoja na Zanzibar. Ombeni Kifumu IAA TV.